Habari dokta, umeshindaje? Pole na majukumu kwa sasa hivi. <coughs> Tangia nime- nimeanza kutumia hizo dawa, naona kama kuna wafadhali mkubwa sana sana tena sana, yani asilimia kubwa ambayo imepungua, changamoto kubwa ambayo nilikuwa nikikutana nayo, naona yani imepungua kwa kweli. Kama sehemu ya koo, kuna kitu nilikuwa nasikia kama inanikwama hivi, sasa hivi ipo lakini iko kwa umbali sana, sisikii. Na yale maumivu ya kifua ambayo yalikuwa yakinifanya mimi <coughs> uh, kifua kinawaka moto, saa zingine kifua kilikuwa yani kinalowana jasho kabisa. Sasa hivi ile jasho siioni, na yale maumivu ambayo nilikuwa nayasikia ambaye kifuani ambaye yalikuwa nanisababisha nisiwezi hata kulala, sasa hivi siyasikii kabisa. Mwema na zitafanya kazi vizuri, inshallah mpaka nitakapomaliza. Mungu atakuwa mwema, na pia tuwashukuru sana sana sana sana kwa ushauri wenu na kwa jinsi mnavyotupambania tunashukuru.